Mtu unaweza kawa na imani lakini imani yako inaweza kawa ina changamoto. Imani yako kama ina changamoto, hauwezi kupata matokeo ya imani unayotaka sawa sawa. Sawa, kwao nitazungumzia sehemu changamoto za kiimani ambazo pia watu huwa tunakutana nazo, lakini pia na tiba yake, tunaweza tukazitatuaje? Naomba nifungulie kwenye Matayo mlango wa sita mstari wa ishirini na tano na mstari wa thelathini. Tuko harakaraka hapo. E, afuka kapu, fungua Mathayo nane mstari ishirini e, so, e, na sita. Ndio. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mm, mle nini au mnywe nini, mm, wala mili yenu mvae nini, mm -hmm. Maisha nini. Mm -hmm. maisha mvae nini, maisha je si zaidi ya chakula mm -hmm. na mwili zaidi ya mavazi. Okay. Naenda thelathini, nasema mm -hmm. basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni mm -hmm. yaliyopo leo na kesho hutukwa karibuni, je, hmm. hata zidi sana kuwavika nini, enyi wa imani haba? hmm. imani haba, watu wenye imani ndogo. Mtu mwenye imani ndogo ni mtu mwenye masumbufu ambayo ni mengi. Ukiona unafanya kazi, unafanya shughuli tu, unafanya biashara alafu roho yako inakuwa inas, inasumbuka na mambo ambayo ni mengi, imani yako ni, ni ndogo. Na kwa mfano unafanya kazi lakini umejiingiza labda kwenye mambo ya familia kabla haujakuwa sawa sawa kiuchumi, yale masumbufu ya kifamilia yanayoanza yanaanza kuitikisa nini imani yako. Ukitikisika katika kusudi ulionalo katika maisha, imani yako ni nini? Ni ndogo. Let's say wewe una mshahara wa laki tano, sawa lakini umejiingiza kwenye matumizi ambayo ya milioni moja. Huyu akianza kudai ada, huyu akidai suruali, huyu akidai nguo, lazima utafanyaje? Utasheki hapo. Imani yako ni ni ndogo, kwa maana imani ni uhakika. Tunavyosema imani, tusi tusizungumzie imani ni nadharia ya ile kusema kwamba namtegemea Mungu atakuja kufanya. Hiyo siyo imani, tumeelewana? Imani ni kupata uhakika yapange mambo yako sawa kwa uhakika wa safari yako ya kimaisha. Hiyo ndio imani, tumelewana. Watu wa wengi katika imani zetu za dini tumewekwa katika fikra ya kumfanya kwamba Mungu atafanya kila kitu sawa. Enhen, ndo tunasema hiyo ndio nini? Hiyo ndio imani. Hiyo siyo imani, tumelewana. Imani ni uhakika, unavyoishi kwa uhakika. Hiyo ndio nini? Ndio imani. Unavyoanza kuwa na wasiwasi, nimewatolea pale mfano. Ukisema kwamba uko pale majembe mafuta, unafikiri atakufikisha mjini? hauna nini? hauna uhakika, bora urudi. Yes, hiyo ndio imani. Yapange mambo yako ya sawa. Ukisoma nane ishirini na sita, akawaambia mbona mmekuwa waoga enyi wa imani. hapa mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, mm, kukawa shwari. Imani ndogo inauoga. Tumeelewa? Na imani ndogo ina nini? Inauoga. Mi nakumbuka siku moja nilikuwa naingia kazini kwangu nikakuta kuna mtu en, nikakuta kuna damu imemwagika chini mlangoni pale sawa, and then nika, nika, nikauliza watu waliotangulia, kuna mtu yote aliyeumia hapa? wakasema hakuna aliye aliyeumia. Sasa so, kuna mtu sikio nilikuwa nakwenda naye akaniambia, wewe sasa hapa kuna watu watakuwa washaanza kufanya kufanya vitu, umeelewa, inatakiwa uweze kuingia kufunga sasa na kuomba na kukemea roho hizo, sio lakini mimi nikawaza nikasema, hata kama amemwaga damu ya kondoo, sijui ya mbuzi, sijui damu ya nini, damu ya Yesu ishamwagika ardhini. Ardhi yote imetakaswa, ndio imani yangu. Tumeelewana? Kama damu ya Yesu ilimwagika ardhini, sidhani kama kuna damu ambayo ina nguvu zaidi ya damu ya Yesu iliyomwagika ardhini. Imani lakini, kama ni mtu ambaye unauoga hapo, unaweza ukaanza kuzunguka kwa manabii, sasa kuzunguka kwa watumishi wa Mungu, ukahangaika na mambo mengi. Ni nini? Ni uoga. Ukisoma vizuri hapa navyozungumza kwenye Mathayo nane ishirini na sita utagundua uta, uta, uta ni wakati ule ambapo kulikuwa kuna misukosuko mingi sana katika bahari, alafu Yesu akatuliza nini? Akatuliza bahari. Yesu alikuwa amelala zake kwenye mtumbwi, lakini watu huku wanaangaika katika maisha. Usipokuwa na imani iliyo thabiti, misukosuko ya kimaisha misuko, inapotokea utaingiwa na nini? Na uoga. Kuna siku moja nilikuwa kwenye kanisa fulani, nikasikia mtu mmoja anasali. Alikuwa anasali nasema, Baba tazama sukari sasa imepanda bei, sijui nauli sasa, si imetoka mia tano imekuwa mia nane sushalewa. Unajua ezif Mungu alikuwa haoni? <laughs> kuna wakati akuona, unamwambia saa fanyaje, atazame. <laughs> Sawa. Haya mambo yote ni uoga. Yani, kitu kikipanda bei kidogo tu tayari unaingiwa nani na uoga. Badala ya kufikiria niongezaje kipato changu, unaanza kufikiria nini? Mfumuko wa bei, na unaanza kumpigia kelele nani? Mungu. Watu wenye imani ndogo ni watu ambao wanapenda kukaa na kufanya na kubishana bishana. Imani ndogo huwa inazaa mafarakano na mabishano. Huyu atazungumzia tatizo ni chama fulani huyu anazungumzia tatizo ni chama fulani, mwingine anazungumzia tatizo ni kiongozi fulani. Hayo yote nini? Ni, ni mabishano ambayo watu wanaleta kwao. Mtu anayeishi ukitaka udevelop imani yako lazima ujitenge na watu wenye imani ndogo, au na watu ambao wanakuwa na mazungumzo ya mabishano na mazungumzo ambayo nini? ni ya mashaka. Ndo maana Yesu akawambia kwamba, je, hamuoni? Tumeelewana katika kipindi ambacho mnabishana juu ya serikali ndio kipindi ambacho watu wengine pia wanafanyaje? Wanatajirika, elewa. Inawezekana hizi serikali zilikopo miaka yote hii ambayo tunaizungumzia, lakini katika serikali zote ambazo zimepita kuna watu waliofanikiwa. Na wewe leo hii ukiendelea kuizungumzia serikali vibaya, usipo ukafikiri ndo utafanikiwa kwao. Imani ndogo ni imani ambayo inaleta mazungumzo yasiyojenga na mazungumzo yasiyokuwa na, na msingi. sasa Eh, kuna imani, ili uweze kudevelop imani yako lazima upate taarifa sahihi za uhalisia wa nini wa kimaisha. Kwa mfano, ukianza kulalamika kwamba vitu vimepanda bei, ni kawaida ya uchumi, sawa <laughs> tabii tag nimezaliwa, mi nakumbuka niko shule ya msingi, mtoto mdogo, niliweza kuuza barafu nyumbani, sukari, nilikuwa nauza sukari, tulikuwa tunanunua kilo moja Mia moja hamsini, tumeelewana, lakini leo elfu tatu, elfu tatu na kitu. Ndio hivyo maisha yanakwenda, tumeelewana. Alafu ili uweze kuishi kwa imani lazima ujifunze kuto kuiangalia hela kama hela peke yake, tumeelewana. Hela sio hela, ni sehemu tu ya uchumi wa mtu. Hela sio uchumi wa mtu kwa, kwa mapana yake kwa maana ya kwamba hata mtu ambaye unamwona kama huyu ni tajiri ana pesa nyingi sawa, kiuhalisia naye anajiona ana pesa chache. Lazima ujiulize kwa nini anajiona ana pesa chache. Ni kwa sababu wanaosimamia mzunguko wa fedha, umeelewana, wanaosimamia mzunguko wa fedha hawatengenezi pesa nyingi za kumfanya mtu ajisikie kwamba ana pesa nyingi, ila wametengeneza msingi wa mzunguko wa pesa utakao kufanya wewe uendelee kufanya kazi, tumeelewana kwa hakuna hata siku moja katika maisha yako ambao utasema nimepata mapesa mengi. Siku unaweza kusema kwamba nimepata mapesa mengi, hiyo siku ndio ushaanza kuanguka kiuchumi, kwa sababu kiuhalisia wanaosimamia mzunguko wa fedha hawajatengeneza ili wewe uhisi kwamba una pesa nyingi, ila wanatengeneza kiasi cha pesa ambacho kitakacho kufanya wewe ikupe appetite ya kufanya kazi kila, kila siku. Ndio maana ukianza kufanya kwa mfano biashara utaki ustaki utafika hatua ambazo utaanza kufae, utaanza kukopa kwenye nani? kwenye mabenki. Utafika sehemu pia utaanza kufanya biashara ambazo ni kubwa za tenda sindio? biashara za tenda, hakuna mtu ambaye atakupa kesh. Utaingiziwa pesa in digital form, sindio? katika namba. Kwa maana hapo sasa eh, yani, pesa yako imehama kutoka kwenye, kwenye makaratasi au hivi vyuma, imeingia kwenye, kwenye namba kwa hiyo uchumi, fursa yako ya uchumi usiiangalie kwenye karatasi ambazo zinazunguka mtaani. Fursa yako ya uchumi ipo zaidi ya karatasi zinazozunguka nini, zinazozunguka mtaani. Fursa yako ya uchumi ipo katika rasilimali, vitu. Tumeelewana? Ukienda kulima utapata mahindi yale mahindi muda wote ule unaweza ukageuza kuwa nini? Kwa pesa. Tumeelewana, mali sio karatasi tu tunazofanya tunazozishika, mali ni vitu tunavyozalisha. Tumeelewana, ila unapata pesa kutokana na uzalishaji, na uzalishaji wako mwangalie. Mtu kwa mfano, mfanyabiashara mkubwa wa ngano Baresa. <laughs> tuchukue kama ngano kwa Baresa. Baresa anahudumia watu wangapi kwa siku? Ni watu wengi Belana. Lakini ndio maana katika mzunguko wake wa kuhudumia watu wengi anapata pesa ambazo